Habari, karibu sana Achieve Finance, na tunaendelea na ile series yetu ya mipango na bajeti. Jamani, hii series imekuwa hot, na kama ndo unatukutana na video yetu leo hujaangalia video za nyuma, naomba urudi nyuma ukaangalie tu na video kedekede kede kwa ajili yako na zote topic yake ni mipango na bajeti, lakini tumeangalia bajeti katika hengo tofauti tofauti, kwa sababu kuna namna nyingi sana za kuliangalia ili somo la mipango na bajeti. Lakini leo tunakwenda kujifunza kuhusu makundi ya matumizi. <muchos> Makundi ya matumizi na bila kupoteza muda, naomba tuende tukaanze kuangalia makundi ya matumizi kwa maana kwamba haya makundi ni namna mbalimbali mbali ambazo unaweza ukaamua kuzitumia katika kwenda kugawa matumizi yako katika makundi. Inawezekana zingine zikaonekana kama zinafanana, lakini zikawa zina utofauti mdogo. Chukua makundi ambayo unaona yanakufaa, alafu nenda katumie. Tunakuruhusu kabisa, yani hapa ni shule, ni shule, na make sure kwamba umekuja na dari ama kijidaftari ama kimsomi chako unaandika pointi sawa? Eh, usiache kufanya hivyo. Kwa hiyo kundi la kwanza ni kundi ambayo tunasema ni fixed expenses, lakini kwa Kiswahili tunasema matumizi ya kudumu na ambayo yanafahamika sasa. Uh, matumizi haya ni yale ambayo ukiangalia kwanza unayafahamu mara nyingi, na ni yale matumizi ambayo yanatokea mara kwa mara mara ya ya na ndio maana ya tukasema yanakuwa yana yana kawaida ya kuwa ni ya kudumu, lakini naomba nikupe angalizo, hakuna kinachodumu huku duniani kwa muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana baada ya kipindi fulani, yale matumizi ya kudumu yasiwe tena ya kudumu, kwa sababu utakuwa umemalizana nayo. Kwa mfano, kodi ya nyumba kodi ya nyumba ni matumizi ya kudumu, ni fixed expenses, kwamba kila mwezi utalipa kodi. Kama unalipa miezi mitatu, kila mwezi, miezi sita, mwaka, lazima ulipe. As long as umepanga nyumba ya mtu, lazima utalipa kodi, lakini pale utakapojenga ukaamia kwako, then yale malipo ya kodi yanaondoka ukienda kwako utakwenda kuingia kwenye matumizi mengine ambayo itakuwa ni gharama za kuendelea kukaa nyumbani kwako na kutunza nyumba yako. Labda utakuwa na gadena, sasa utakuwa na mlinzi, utakuwa na mtu anakuja kusafisha, yaani kuna gharama ambazo tunaingia tukiwa kwetu kwa sababu tumeshaingia kwetu, tunataka tupa tupatunze vizuri paendelee kudumu. Kwa hiyo inawezekana ile gharama ikahama jina ikawa tena sio kodi, lakini ikawa ni ile gharama ya kuendelea kutunza nyumba. Kwa hiyo kodi itaisha pale ambako utahama na uta taenda kuhamia kwako. Lakini pia malipo ya madeni, malipo ya madeni, lile rejesho la kila mwezi ni rejesho fixed mpaka pale ambako mkopo utakwisha, na wakati mwingine utapata barua ya kuambia kwamba umemaliza mkopo wako kikamilifu. Lakini pia kwa mfano, elimu ya watoto, mtoto wako hata soma miaka yote akifika ishirini na nne ishirini na tano tunaamini sasa amemalizana na chuo anaingia mtaani kupambana. Kwa hiyo ile gharama ulikuwa unaingia kwa ajili ya elimu ya mwanao then inakuwa tena haipo. Kwa hiyo ni yale matumizi ambayo tunayajua yapo na yako kwa muda mrefu, na wakati mwingine tunayaita fixed, kwa sababu ni lazima uyatimize. Usipoyatumiza yatakuletea aina fulani hivi ya, ya, ya kama ni kukuongezea kukuongezia penati na kadhalika. Kwa mfano malipo ya deni, we ujapeleka rejesho, utabaki salama. Mikopo mingine ina attract penati na fine. Kwa hiyo mkopo unazidi kuwa mkubwa, lakini usipo, usipolipa kodi ya nyumba, mwenye nyumba atakuachia ukae tu free kwa muda mrefu? Utakuja kutupiwa vitu. Kwa hiyo unakuja kuona ni matumizi fulani ambayo yana umuhimu sana na ulazima wa kufanyika, kwa mfano elimu ya mtoto wako utamwambia mwanao kwamba hii miaka mitano mi niko vibaya sana, we kaa nyumbani alafu utaenda kuanza form one ukiwa na miaka ishirini na ngapi? Hapana, elimu ni kitu kinachokwenda na muda. Kuna muda wa kuanza la kwanza, kuna muda wa kumaliza la saba, kuna muda wa kuenda form one kama utaki mwanao awe baba au mama wa darasa. Kuna wale wanaosoma wakiwa wakubwa mpaka wanaitwa mama au baba wa darasa. Hapana, ukitaka awe na age mates asome na wale rika rika lake lazima umsomeshe, uwezi kuhold education, na hata ubongo wa mtoto unaenda ukipata mambo mengine unapomweka sana nje ya shule. Kwahiyo lazima afuate hiyo system ya elimu. Kwa hiyo hata kama hauna pesa itakulazimu utafute, kwa sababu hii ni fixed expense na ina muda wa kufanywa. Uwezi kumpeleka mtoto wako la saba, aende aende form 1 akiwa na miaka 20 ngapi huko, kwa sababu kuna kipindi ulikuwa una hela. Kwa hiyo hiyo ni kundi la kwanza, linaitwa fixed expenses ama matumizi ya kudumu. Sasa naomba tuende tukaangalie kundi la pili. Kundi la pili tunasema ni variable expenses ama matumizi ambayo yanabadilika badilika. Sasa kwenye kundi hili una uhuru wa kuamua mimi matumizi yao wala siyafanyi, na hakuna ambaye atakulaumu hakuna ambaye atakupiga penati. Wewe una uwezo wa kupangilia kwa, kwa wingi au kwa uchache kadri ambavyo unaona inafaa, lakini pia mapato yako yanakuruhusu. Kwa mfano chakula, sawa, chakula, chakula nyumbani. Uh, utakubaliana nami kwamba kile kipindi watoto wanapofunga shule, kwa sisi wazazi uh, wanakuja kwa ajili ya sikukuu uh, za Krismas na mwaka mpya Kwanzia unapofunga shule utakuja kuona bajeti ya chakula inapanda sana, kwa sababu una watu nyumbani, una watoto, familia imekuwa kubwa, wanataka kula mara kwa mara, kuna vijisosaji, kuna viji juisi, kuna viji nini sawa, lakini pia kwa sababu tupo katika ile mudi kwamba na sikukuu unajua, unajua Christmas na mwaka mpya huwa inakuja na na vaibu yake ya tofauti, vibe ya kutaka kuspend. Kwa hiyo unakuta matumizi yako kwenye upande wa chakula na kadhalika yanaweza akawa makubwa kwa kipindi cha mwezi wa, wa, wa Disemba, mpaka pale Januari mwanzoni lakini unavyokwenda Januari katikati na Februari, watoto wamerudi shule, mathalani wako boarding, mmebakia watu wachache nyumbani, labda wewe, mume wako, mke wako, mfanyakazi na ndugu yako mmoja, wote mnatoka asubuhi mnarudi jioni, hata gharama ya chakula inapungua. Gharama ya, ya utalipia tena kwa mfano vingamuzi, uweze kwenda kuangalia, sio makatuni, sio sababu utoka nyumbani unarudi jioni, dada inamtosha ukimlipia ile elfu 15, 20, ile na sio ile ya bei kubwa na kadhalika. Kwa hiyo haya ni matumizi ambayo yanabadilika kulingana na nyakati. Kwa hiyo ulikuwa unapenda kutumia uh, teksi mtandao, lakini baadaye ukaona hapa mm, hela inatumika. Mimi kuanzia kesho napanda daladala, au mimi nitakuwa napanda bajaji. Kwa hiyo unaweza ukajiregulate na ukaamua kupunguza kulingana na uhalisia wa maisha yako. Kwa hiyo hizi zinapanda, zinashuka. Si mtu mavazi, unaweza ukaamua ukakata, miezi mitatu hujanunua hata nguo mpya, kuanzia nguo za nje mpaka zile nguo zingine hujanunua And nothing happens, maisha yanaendelea, lakini kafika mahali ukaona ah, haya mashati kama ni mkaka umeyafua mpaka kwenye kola huku, tunajua kwenye kola huku yanaanza kuweka ile kuchanika. mm, ofisini wataongea, ndo unaenda mwenge unanunua mashati yako hata matano, masita, masaba kitu kama hicho. Kwa hiyo sio mavazi, sio kila siku kwa hiyo hiyo tunasema ni variable inaenda inarudi. Kwa hiyo hilo ni kundi muhimu ambalo unaweza kucheza nalo wakati unataka kufanya bajeti yako iwe vizuri. Kumbuka nimesema tuweke bajeti ya kimaendeleo, na sio bajeti ya kutumia tu ya kufuja tu. Kwa hiyo eneo ambalo unaweza ukacheza kwenye marejesho, na kwenye kodi huwezi kucheza. Kama usaini mkataba wa kodi ya laki tano kwa mwezi, lazima upeleke laki tano Huwezi kumwambia ni laki nne Lakini kwenye chakula huku, kama ulikuwa unakula sana nje, labda umeenda sana kula kwenye marestaurant, unasema huu mwezi unaokuja, hata siku moja misiri kwenye restaurant nitakuwa na beba chakula changu kutoka nyumbani. Lakini kundi lingine tunasema haya ni mahitaji ya, mahitaji ya, ya muhimu, mahitaji ya lazima. Kwa kizungu tunasema ni needs. Haya ni yale mahitaji ambayo lazima uyafanye kama mwanadamu ili uweze kuendelea kuishi vizuri hapa duniani, including chakula, lazima ule, lakini pia matibabu lazima upate matibabu lakini makazi lazima uishi kwenye, kwenye sehemu ambayo ni makazi, juu kuna rufu, kuna huwezi kwenda kuishi nje. Lakini usafiri, huwezi kutembea umbali mrefu sana labda unawahi kazini. Ni yale mahitaji ambayo ni muhimu sana kwa mwanadamu aweze kuishi, ni zile bare minimum. Wakati unasema, tunasema basic needs. Tukasema ni chakula, malazi na mavazi, si ndio? Something like that, yale ya muhimu ili tuwe uweze kuendelea kuoperate kama mwanadamu ni kundi la mahitaji ya lazima , lakini kuna kundi lingine tunasema ni mahitaji yasiyo ya lazima, ambayo tunasema ni wants. Na, lakini pia tunasema ni discretion expenses, discretionary expenses. haya ni matumizi ambayo kwa kweli wala unaweza usifanye, na hakuna kitakachotokea. Maisha yako yataendelea vyema kabisa. Yani maisha yako yataendelea kama kawaida, sio kama ukosa chakula ama ukose mavazi utembee hivi hivi mm. Watu wataitana Kariago, wamama wa watatoa kanga wakufunge, eti umeshindwa kununua nguo. Haya ni yale matumizi usipofanya na kila kitu kitakwenda sawa. Kwa mfano moja ya matumizi haya, japokosa matumizi haya, kama sijakupa mfano, ni yale ambayo yanaku yananogesha maisha kufanya matumizi, matumizi ambayo sio muhimu lakini ukiyafanya unafurahi, yanaleta ladha katika maisha, ladha nzuri katika maisha. Kwa mfano kwenda vacation, sindio? Kwenda outing, kufurahi na marafiki, kwenda labda ku, ku, ku, ku, kufanya hobby. kuna hizi hobi ambazo hobi zingine zinakuwa na gharama. Kwa mfano unapenda kucheza golf, unakwenda unajisajili kwenye golf club, unakwenda pale unacheza jimkana, ile hobi sio bei rahisi lakini yanakunogeshea maisha. Na kuna watu ambao wanafanya sana kazi kwa bidii, alafu jioni wanakwenda kufanya hizo hobi zao, kwa kwaona utakuta wanacheza golf na kadhalika, lakini uh, sio lazima wacheze, hata wasipocheza hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo tunasema haya ni matumizi sio ya lazima, lakini yanaleta ladha ya maisha yananogesha maisha, maisha yanakuwa burudani, na mjue kabisa kwamba maisha ya mwanadamu pia yanahitaji burudani, otherwise tutakuwa wanadamu ambao hatuna furaha, tunatembea tu kama mazombi we, lakini hatuna furaha. Kwa hiyo lazima pia kwenye budget uzingatie kiasi fulani cha pesa yako iende kwenye ili kundi la matumizi ambayo sio ya lazima, lakini yananogesha maisha. Then kundi lingine ni kundi la maendeleo kundi la kufanya maendeleo na uwekezaji. Hili kundi ni muhimu sana, ni muhimu mno. Naomba niwaambie kwamba lazima bajeti yako iwe ni bajeti ya kimaendeleo, lazima mipango yako iwe ni mipango ya kimaendeleo kwamba kwenye bajeti yako nikisoma, kumbuka, niliwaambia wakati na define budget. Mimi nikisoma bajeti yako naweza nikasema wewe ni mtu wa aina gani, ni mtu ambaye uko serious, una focus kwenye maendeleo, au ni bora tu siku ziende hapa duniani? We upo tu una, una, Mungu anakupa neema ya kupata mapato mazuri, lakini mtu akiangalia, najua kabisa huyu mtu anacheza na haya mapato. Ningekuwa mimi, ningeweza kuyatumia vizuri na nikapata makubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye, ki, kwenye hili kundi la maendeleo lazima tuweze kuacha uh, fungu fulani kwa ajili ya kufanya maendeleo, na utaweza kulihudumia vizuri hili fungu pale ambako utajitahidi sana kuongeza mapato, lakini utajitahidi zaidi kupunguza matumizi. So this difference hapa ndo utakwenda kuipeleka kwenye mambo yako uh, ya mapato, I mean, mambo yako ya maendeleo na, na, na uwekezaji na kwenye ki, kwenye uh, kundi la, la uwekezaji ni kama vile kuwekeza kwenye vipande. Tumeona kuna mifuko mingi sana ya, ya uwekezaji kupitia vipande, tunasema mucho funds iko mingi, na kama unataka kuwekeza kwenye vipande, Achieve Finance inatoa mafunzo ambayo hayajawahi kutokea Tanzania hili eneo la vipande tunatoa mafunzo ambayo yanaitwa mucho funds investment in Tanzania training program. Tunaiangalia Tanzania katika perspective nzima ya uwekezaji katika mucho funds. Usikose, kama unahitaji tupigie 0753 820744, ili tuweze kupatia utaratibu wa kujiunga na madarasa ya uwekezaji kupitia vipande. Lakini katika hili fungu la uwekezaji pia kuna hisa. Katika hili fungu la uwekezaji pia kuna hati fungani na kuna baadhi ya fixed, um, fixed account FDR ambazo zinatoa riba nzuri kwa short investment, ni nzuri, unaweza ukaamua kutumia kwa ajili ya uwekezaji mfupi mfupi, lakini kwenye eneo la maendeleo, unaweza ukaweka SACCOS bado zipo kwenye lile fungu kubwa la maendeleo na uwekezaji, lakini fungu dogo tumeona la kwanza ni uwekezaji, la pili ni maendeleo. Na kwa mfano unasema SACCOS, kwa nini unawekeza kwenye SACCOS? alafu baadaye unaweza kukopa mara tatu ya kile ulichokiwekeza, ukaenda kufanya biashara, ukaenda kufanya maendeleo mengine, ukaenda kufuga, ukaenda kujenga, ukaenda kufanya biashara na kadhalika. Same to SACCOS, I mean same to vikoba. Unaweza kaamua ukaingia kwenye vikoba, ukawa unaweka pesa kule, alafu unakopa mara tatu ya kile ambacho umekiweka lakini pia kwenye biashara unaweza ukaweka akiba ili ujefungue biashara uweze kufanya maendeleo. Kwa hiyo kundi kubwa hili tunaliita maendeleo na uwekezaji, ambapo ndani kuna maendeleo, katika kuna uwekezaji katika financial sector, lakini kuna uwekezaji katika SACCOS vikoba, na biashara. Ni muhimu sana uzingatie hilo fungu, lakini fungu lingine, tunasema kwamba tunaenda kuweka bajeti kwa ajili ya masuala ya afya. <laughs> Najua kwamba wengi wataniambia madam, mimi nalipiwa bima ya afya na ofisi. Madam, nalipiwa bima ya afya na serikali na taasisi yangu mi nanilipia. Tuna kadi tunalipiwa, ka kadi, tunaenda kulipiwa matibabu, tunapata matibabu kwa kadi. Mwingine tunapata matibabu kwa sick sheet, naandikiwe tu sick sheet ya ofisini, naenda hospitali fulani fulani fulani fulani kwa da, napata matibabu fine, naelewa hayo yote nayajua, lakini bado nasisitiza kundi kwa ajili ya bajeti ya afya ni muhimu, ni muhimu sana, na sio lazima hiyo ambayo wewe unakatiwa. Of course unakatiwa na ofisi bima, aidha kama uko private uko uko public, uh, public sector lazima tunakatiwa, lakini bado utahitaji hilo fungu. Sasa ngoja nikwambie, Achieve Finance ni kisima cha maarifa, naomba ubaki na sisi. Baada ya video hii, nenda kaangalie video nimeifanya specifically kwa umuhimu wake ili kuweza kukuletea vizuri kwamba bajeti ya afya kamba matumizi kwa ajili ya bajeti ya afya, ipo video inayokuelezea kwa kina kwa nini nasema bajeti kwa ajili ya mambo ya afya, lakini niamini mimi unahitaji hilo fungu. Lakini fungu lingine muhimu sana ni kwa ajili ya mambo ya kiimani. Mambo ya kiimani, kila mtu ana imani yake anayoamini kuhusu aliyemuumba na Mungu anayemwabudu kwa hiyo, kuna watu ambao wanahitaji kutoa sadaka wanahitaji kutoa fungu la kumi, wanahitaji kusaidia wajane, yatima na wengine wenye mahitaji, lakini wanahitaji pia kwenda kufanya baadhi ya hizi tours ambazo zitawapeleka kwenye zile sehemu ambazo watakwenda kuona hizo imani wanazoziamini first hand. Kwa mfano Wakristo huwa wanakwenda Jerusalem, wanakwenda Israel, wanaona kaburi la Yesu, wanaona pengine ule mtu ambaye Yesu alibatiziwa na, na all the historical sites ambazo ziko kiimani na hiyo gharama inakuwa ipo kubwa tu ya kuweza kusave kwa ajili ya kwenda na tumeona hata kwenye social media kuna watu wanafanya hizo program siku ishirini sijui siku ishirini na tano siku kumi na sita siku kumi na nne na watu wanapelekwa kwenye za kiimani kwenda kuangalia na kufili wako karibu eh, na, na, na imani zao. Kwa hiyo hiyo yote nan inataka wewe usave ama uweke hilo fungu kwenye budget, ili uje kufanya hayo mambo ya kiimani. Lakini kwa ndugu zetu wa Islam kuna kwenda Maka, kuna kuzunguka ile wanayozunguka, wanahitaji kusafiri umbali mrefu na wanasema ni nguzo. Mwenyezi Mungu anakwambia ukiweza kutimiza ni bora zaidi, ujaweza fine, lakini wengi wangependa kufanya hivyo sasa. Unajikutaje umefika Maka kama hujaika mipango kwenye budget. Kama hujajiandaa kwa kuweka fungu umeshajua gharama ya kwenda labda, si utatumia siku ndege gani, utaspendi siku tatu pale, utaspendi siku kumi, umeshajua iweke kwenye budget, alafu anza kujiandaa na Mwenyezi Mungu atakupa umri mpaka hata make sure ule mpango wako unaojiandaa utakwenda kuufanya, kwa sababu anapenda watu waende kule, mwenyewe amesema ni nguzo katika dini ya Kiislamu, kwa hiyo ni lazima uweke mipango Usisubirie tu kupelekwa kwa kwa misaada kupelekwa sijui kwa ajili gani. Unaweza ukaamua ukatoa kwamba hiyo ndio sadaka yako kwa Mungu wako, kwa kujinyima kitu fulani ili uweze kwenda Maka. Lakini wanaokwenda Israel na Jordan na huko kote Misri kwa ajili ya kwenda kufanya hizo uh, uh, tua za kiimani. Kwa hiyo ni fungu pia muhimu sana, lakini kundi lingine muhimu ni kundi kwa ajili ya kama anavyosema ya kufurahia, lakini ya ku, ya ku enjoy life ya kujijali, mostly ya kujijali, si hata kuenjoy life, lakini kujijali. Na kuna utofauti kule kwenye, kwenye wants ama matumizi ambayo sio ya lazima. Tumesema kuhusu uh, kuenjoy life, lakini kundi hili ni kwa ajili ya kujijali. Kuna kitu kinaitwa self care na nitakwambia, kwa mfano, unataka unatakiwa uendelee kuonekana mtanashati sawa au uendelee kuonekana mrembo, sio mrembo kwa maana ya kupaka makeup, lakini onekana nadhifu, kwa sababu pia tuko, tuko kwenye mambo ya finance. Pengine unahitaji madili sawa, eh? unahitaji kupata opportunity, alafu mtu akikuangalia you are roughly dressed, umevaa kama sijui umetoka wapi. Kwa hiyo lazima tusijisahau. Najua kama mama, najua pia kama mtu mzima kwamba unaweza ukapata hela hata miezi mitatu minne, usitumie hata shilingi moja kwa ajili yako. Utakuta umelipa ada za watoto, umemlipa dada wa kazi, umeenda kufanya shopping ya nyumbani, ujajijali kwa namna yoyote. Mara nyingi tunajisahau, lakini kwenye lifungu la matumizi naomba tusijisahau, tujiwekee kakitu kakitu pembeni kwa ajili ya kwenda kujijali. Kwa mfano pia unaweza ukafanya tibakinga ukaanza kujali afya yako, ukafanya mazoezi, ukaboresha msosi na tunajua misosi mizuri ambayo inakwenda kutusaidia kiafya sio bei ndogo, sio kama hizi junk na fast foods zinakuwa kidogo zina gharama. Lakini pia kwa mfano, supplements, kujinunulia vitamins. Kwa wale ambao tumeshafika pengine miaka 40 na kuendelea, unahitaji pengine supplements kwa ajili ya kufanya hormone balance, labda unahitaji kwa ajili ya kuimarisha mifupa. Sasa tunasikia magoti yanauma, mgongo unauma, yaani ukikaa hivyo hata kunyosha kingo inauma. Kwa hiyo unahitaji kupata hizo supplements, na supplements sio bei rahisi Lazima uziweke. Wanawake pengine wanakaribia kufika menopause, basi inawaletea inawaletea tu kuchanganyikiwa fulani. Kwa hiyo inabidi wa, wapate supplement wazidi kubaki na afya, kuzuia makansa ya kizazi, matezi dume na kadhalika. You need to anza kumaintain afya yako. Kwa hiyo wakati mwingine utahitaji ku enhance afya na ku enhance utabidi upate supplements, lakini supplements sio bei ndogo. Kwa hiyo tia kwenye bajeti. Pengine kuna ya kupunguza uzito, pengine sijui kuna kukusaidia ulale. Kuna watu wa walali usiku ya arabi, sijui kwa nini ya walale? Pengine sijui mahomoni yamefanyaje. Mimi sio daktari, lakini najua kwamba huwezi kupuuzia umuhimu wa supplements kwenye maisha ya mwanadamu, especially tunapoanza kuwa watu wazima, tunahitaji hizo boost kwa ajili. Sijasema sana, sana nguvu za kiume unaweza pia ukaweka, lakini sikumaanisha nguvu za kiume. Ni ile general health ya mwanadamu ni muhimu sana. Na fungu la mwisho ni kwa sababu ya social issues, mambo ya kijamii naomba uweke, la sivo utapatwa na surprise. Na mambo ya kijamii ni kama yapi? Ma, michango ya harusi, mtu napewa mpaka kadi tano sita kwa mwezi na ni lazima uweke kwenye bajeti ili ikusaidie kubaki kwenye mstari, kama umesema, mimi kwa mwezi nachangia harusi moja. Atakaye kupatia kadi wa kwanza utampatia mchango, atakaye kuja wa pili unamwambia mi bajeti hairuhusu mibajeti iruhusu samani, next month kama itaweza nitachangia. Kwa hiyo ukiweka hiyo inakuwa pia ni kama control mechanism, inakuwa ni namna wewe mwenyewe pia ya kuji, ya, ku, ya kujiwekea utaratibu wa kuzuia kutumia sana. Naomba uweke pale kama ni harusi, michango ya harusi, lakini pia black tax tunajua kuhusu black tax, misaada kwa ajili ya ndugu zetu. Kuna mtoto ba mkubwa, kuna mama mdogo, kuna mjomba pale, kuna shangazi kule, wote wanaomba misaada. Huwezi kumsaidia kila mtu, huwezi kusolve matatizo ya kila mtu. We sio Mungu wala sio Yesu wala sio serikali. Serikali yenyewe haiwezi kusolve matatizo yetu yote. So who are you? We ni nani uweze kusolve yote? Kwa hiyo lazima kwenye bajeti useme, mimi mambo ya kijamii kila mwezi laki na nusu, sizidishi. Akija labda mtu wa harusi amesema kadi minimum ni laki moja, unampa laki moja. Amekuja mwingine familia ada shangazi amekutafuta, unampa elfu hamsini. Akija mjomba, mjomba siko vizuri labda tujaribu mwezi ujao. Unamwambia mjomba. Kwa sababu gani umeweza kusema hivyo? Kwa sababu tayari una kitu kwenye bajeti kinachokuambia. Lakini trust me, kama ulikuwa hujaweka kwenye bajeti, atakuja mtu utatoa tu, utaswipe kadi, utampa, utatuma tu kwenye, kwenye mitandao ya simu, utatuma tu kwenye benki. Unakuja kuhamaki almost laki tatu laki nne imeenda kwenye misaada ya watu, na ikienda hivyo, kumbuka unaenda kuumiza maendeleo yako utalipa. Utalipa. Kwa sababu kodi utalipa, ada utalipa, kitakachoathirika ni maendeleo, kwa mfano uwekezaji. Kwa sababu hata usipowekeza anakuchapa nani? Anakuadhibu nani? Utasema nitawekeza mwezi ujao, vipande nitanunua mwezi ujao, hii sasiona ah, ziko kila siku sokoni, nitamwambia broka nunulie Uh, fixed deposit, nitaanza mwaka. Yani kila siku itakuwa ni kesho ni ni kesho kesho, lakini ukiweka kwenye bajeti itakusaidia. Kwa hiyo hiyo social hiyo matumizi ya kijamii usikose. Kwa hiyo nimekupatia makundi kumi, atachagua katika hayo makundi. Makundi makundi gani gani utaondoka nayo kwa kuanzia, makundi gani unachukua kama yalivyo unakwenda kutia kwenye bajeti yako ili iwe ni bajeti ambayo ni personal, na itakwenda kukusaidia wewe kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama kuna kundi lolote nimelisahau naomba utuambie hapo chini kwenye comments. Naomba hizi video ziwe za kujifunza zaidi kwao, mimi nafundisha na lakini uko chini kwenye comment section, naomba tuendelee kufundishana. Kama una kundi hili una kundi lile, ni lipi unalitumia? Ni lipi ulikuwa hujui? Ni lipi utalichukua kuanzia sasa hivi, uende ukaliingize kwenye bajeti yako, ili mjifunze kutoka kwangu na mimi pia nijifunze kutoka kwenu. Asanteni na nitawaona kwenye video inayofuata. Kwaheri.